Habari yako, niangalie hapa, nikufundishe jinsi ya kubana mkia wa farasi. Utakata hivi, alafu hapa utasuka uh, stitch, theni utaanza kuibana hivi, theni utakuja kuweka rasta hapa, angalia. Ila hili somo ukitaka kulifuatilia vizuri, nenda katika YouTube channel yetu, jina langu ni Marieta. Nikukumbushe, jina langu ni Marieta. Kwa hiyo ukifika YouTube, andika Marieta school of beauty. Huko utajifunza mafunzo yangu mengi. Lakini wewe ambaye ni mwanafunzi, unatamani kujiunga urembo, unatamani kujifunza urembo, karibu Marietha Beauty School.